Tumekuja kufungua ofisi ya mtendaji wa kata. Niwashukuruni kwanza kwa kazi nzuri, na wamesema kazi ya wananchi ni milioni arobaini nimesikia, kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kujichangisha wenyewe, nikasikia fedha nyingine kutoka halmashauri, lakini kama ambavyo nilifanya Doonyo na doo Mheshimiwa Diwani, unajua jinsi ambavyo naipenda tena kata yangu wa Mfereji, na mi naanza kuita kata yangu sasa, kata yangu wa Mfereji, kata yangu wa Mfereji, Mfereji, nikatoa tena shilingi milioni kumi kumalizia hiyo ofisi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, namshukuru Mungu sana, kwa sababu niseme fedha mfuko wa jimbo lazima nishukuru ofisi yangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuutendea haki mfuko wa jimbo kwa wilaya ya Monduli. Tumehakikisha mfuko wa jimbo wetu wa mbunge ambao mara nyingine unatumika vibaya, lakini tumehakikisha angalau tumekwenda kwenye kila sekta, lakini pia kuweza kugawanya kwenye kila vijiji, lakini kidogo kwa sababu ya mbunge mfereji kidogo nimependelea zaidi. Kwa hiyo hongereni sana sana, na kwa ujumbe wa leo, nimekuja sasa kubeba jambo jipya la watu wa Komesha, ujumbe mzito sana nimekuja kubeba ujumbe mzito sana, watu wa Komesha. Unajua, ukiwa mwanasiasa alafu ndo miezi yenyewe hii ko ukiangalia lile bango, mi nilikuwa nasoma kule chini tu mitano tena basi. <laughs> Asa, unasoma kule chini mitano tena lakini sisomi bango linasema nini? <laughs> Kwao nilivyokuja kutulia vizuri, nikasoma kwamba tena nimebebeshwa, nime wajibu mkubwa wa kijiji cha Komesha. Ndugu zangu, nimewasikia Ndugu zangu, naomba niseme nimewasikia, nimewasikia vizuri sana. Na kweli vijana, mmelibeba bango lile tangu tunafika mpaka hapa mwisho, na mmelibeba kwa hisia, wala haikuwa mko, mnataka kabisa nisome ule ujumbe. Na barua pia nimeipokea, alikuja nayo pamoja mwenyekiti wa chama wa kata. Kwa kweli nimelibeba hili jambo, niseme kama niliweza kufanya edonyo na do basi, nakomesha. Mungu atatujalia, nitafanya kabisa.